Kupokea maombi yenu ya mapendekezo ya kuligawa jimbo la Kyela kupitia barua yenye kumbukumbu 142 kwa 250 kwa sifuri moja kwa tatu ya tarehe 17 Machi 2025, kutoka kwa katibu tawala wa mkoa wa Mbeya. Kwa mujibu wa kanuni ya 18 ya ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024 tume e, imechagua kutembelea katika majimbo ya yaliyoomba kugawanywa kwa lengo la kuthibitisha iwapo taarifa zilizoko kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika, lakini moja wapo ya oktembelewa sasa leo hapa kweli kwa sababu mmekoa naini. Kwa mujibu wa kanuni ya kumi na nane kwamba klikuona na kujiridhisha kwamba haya maelezo ambayo tumepokea kwamba ameshapikia vikao na mmefanya maamuzi kadhaa na mnapendekeza kwa msingi huo yako sahihi na yeye, na katika kikao cha leo ambacho ni kifupi tume itapenda kujiridhisha kuhusu taarifa mbalimbali zilizoko kwenye maombi mliyowasilisha. Taarifa hizo ni pamoja na mgawanyo wa kata, mipaka iliyopendekezwa, ramani ya jimbo inayopendekezwa, mgawani, idadi ya watu kama ambavyo imependekeza, pamoja na jina la jimbo lililowasilishwa tume, kwa maana ya jimbo jipya. Hivyo karibu mkurugenzi wa uchaguzi si atawasilisha kwa njia ya powerpoint taarifa hizo ili kikao kiweze kusema ni sahihi au vinginevyo. Ninarudia hapa kwamba madhumuni ni kwamba uweze kusema sasa kwenye kikao hiki kama hizo taarifa ni sahihi, nazitambua au sio ajili ya kwanza mjadala na tunajua, mesha jadili na umesha pikia maamuzi. Kwa hiyo leo tunataka kusikia kauli yenu ya kudhibitisha au kusema aiju. Aidha, napenda kuwakumbusha kuwa iwapo kikao hiki hakitakubaliana na taarifa zilizo wasilishwa wa kwa ajili ya kuomba ugawani wa jimbo, mchakato huu utaurejesha kwa kuiitawala wa mkoa ili uwazi mpya kwenye baraza la madiwani, kamati ya mshauri wa wilaya na kamati ya mshauri wa mkoa, kisha yalete upya tume. Changamoto ya mtakato huo ni kwamba inaweza kupishana na kalenda ya utekelezaji wa majukumu ya tume. Je, wenyewe mnajua tumetumia mara gani kufanya hivyo? Ndugu wadau, lakini sio kwa mwisho kama nilivyoeleza kuwa jirikisha na takwimu na jina la jimbo kama mlivyowasilisha, ikiwa na sehemu ya vikao vya tume la kuwashirikisha wadau wake kwa uchaguzi, kisha kwamba vikao vilifanyika kama ambavyo taarifa ilisema vilifanyika na maazimio yalifanyika, na nyie hizo taarifa mnazo. Kwa hiyo sasa kinachobaki sisi atakuja kutangaza kugawa jimbo tunakusanya taarifa hizo, kuhakiki na tunazokusanya na wenzetu waliokwenda majimbo mengine, alafu sasa tutakuja kuzipima kwa hivyo vigezo, halafu baadaye iyoegurishwa matokeo.